Rafiki rafiki yangu yangu, watu, watu mnaibia hivi. Lakini si, Si mnajua mnajua ni michezo mnaofanya, wote niibia watu hivi rafiki yangu. Lakini si mnajua wote ni michezo ni mnaofanya? Si mnajua wote. Michezo yote ninyi mnajua. Aliyonisikitisha mimi picha nimeiona mwanzo mwisho, wanafanya pale zoezi lao. huyu baada ya kutoka pale yule jamaa baada ya kuona message imekuja kule imetoka. Huyu anakimbia yule jamaa. Sio nyume? Wewe, kwani anakwenda kumkamata, sio nyume, tuibia